Kama tunavyojua mada leo nasema je, yeah, kuishi mjini ni bora kuliko kuishi kijijini. Kuishi ni kuwa na uhai, bora ni kitu chenye thamani kuliko kitu kingine. Asanteni tena, kuanza na wanaokubaliana na madataene kijijini pia ni kweli kabisa, hamna uo. Kwa sababu kwa sababu mjini, mjini utandawazi umeenea. Inapoongelea utandawazi umeenea mjini, watu hawaishi kishamba, wanaishi kidigitali. Maoni hatu pia, mjini pia mjini elimu imeboreshwa. Inapoongelea elimu imeboreshwa anatakiwa kupata elimu ya sekondari elimu ya msingi na ya chuo. Ndiyo maana watoto watu kutoka huku kijijini wanakwenda mjini, ila ili kupata elimu ya chuo, kwa sababu hauwezi kukuta hapa kijijini kuna elimu ya chuo. Ma maoni ya tatu pia, mjini vituo vya afya vimeboreshwa unaweza ukakuta mjini kwenye kata moja kuna zaidi ya hospitali tano, na kijijini kwenye kata moja unakuta hospitali ipo moja ambayo ni zahanati ndogo. Ya tatu, tatu ni tatu, usafiri umeboreshwa. Na hapo naongelea usafiri umeboreshwa huko kijijini usafiri upo kidogo, unaweza ukakuta daladala moja watu wanapanda zaidi ya watatu, lakini mjini unakuta magari yako mengi hadi kero. Mada maoni, maoni ya tano: pia mjini barabara zimeboreshwa, napongela barabara zimeboreshwa na mnapoongelea barabara zimeboresha, mjini, unakuta kuna barabara za lami na za juu, huko kijijini unakuta barabara zina makorongo. <laughs> sana kwa sababu haina ubora. Ninakwendaga KCMC na Muhimbili <laughs> Kijijini dawa za asili nyingi, dawa za mitishamba hupatikana kijijini, na hata pia dawa za mahospitalini hutengenezwa kutokana na mitishamba ya huku kijijini. Nilivyosema hizi dawa za mahospitalini zimetengenezwa na mitishamba ya mjini, ya kijijini. Hiyo sio kweli, zimetengenezwa na kemikali ambazo ziliboresha na wanasayansi

kwenye maeneo ya kijijini, lakini ukienda kule mjini unaweza ukakutana na benki. Tulikuwa hata huku vijijini maneaak viwanda vivo vinategeleza vitu mbalimbali, vipo katika vipo mjini na viwezi kupatikana kijijini sana kiwanda ambacho kinatengene, kinatengeneza sukari hapa Tanzania kiasi kupatikana kijijini, lakini kinapatikana mjini <coughs> na pia nyumba za za mjini ni bora kuliko hata nyumba hizi za kijijini, kwa sababu hata kule kule mjini, ukienda kule mjini unakuta magorofa, lakini huku hivi unaweza ukakuta hata nyumba za udongo sana. <coughs> ambayo nasema viwanda vya sukari, lakini mashamba yanolima miwa yanapatikana kijijini, ambayo hiyo miwa

watu kutoka kijijini wanaenda mjini kutafuta fursa za ajira. <laughs> Kuna fursa kwa sababu kumeenea utandawazi kule, unasema kila kitu ni kidigitali, kiko ukisema mkononi. Ukisema wewe benki, benki hana mtu, iko tu kiganjani <clears throat>